Jina langu naitwa masumbuko Malya, mzaliwa wa kwanza wa familia ya mzee Malya, kijiji cha Umalini, mkoa wa Kilimanjaro. Nilipomaliza masomo yangu ya elimu ya juu, yani ikimaanisha masomo ya chuo, wazazi wangu walinitafutia mke. Of course nilikuwa na mpenzi, tena nilikuwa na mpenda sana, yani kuliko chochote, lakini wazazi wangu hawakutaka kabisa ni mwoe mwanamke huyo, alikuwa naitwa Mary. wazazi wangu walitaka ni mwoe mwanamke ambao walimchagua yeye, alikuwa naitwa Matilda, mtoto wa mzee Shao ambaye alikuwa ni jirani yetu. Waliniambia kama sitokubali kumwoa Matilida basi nitafuta wazazi wengine, na kama nitaleta jeuri, wakasema kwamba watanipa laana, sitofanikiwa kabisa kwenye maisha yangu, nitafute wazazi wengine ambao watanipa baraka juu ya ndoa ambayo nitakaifunga mimi na mwanamke ambaye nampenda mimi. Nilitamani nipate laana ili niendelee kuwa na mpenzi wangu ambaye anaitwa Meri, maana nilimpenda sana na sikutaka kuwa mbali naye lakini nikapata ushauri mwingi sana kutoka kwa wazee wa kijiji, wengi wakinitaka nimuwe Matilida. Ilikuwa ni kama nimeibeba dunia nzima, kijiji chote kipo juu yangu mimi, wote walikuwa wakinitazama mimi. Sikuwa na budi kukubaliana na, na kile ambacho walikuwa nakitaka, japo nilikuwa na jeuri, maana moyo wangu ulikuwa na jeuri zaidi juu ya penzi ambalo singetamani kulipoteza. Miaka ilisonga ilikwenda na kwenda bila ya mimi kukubali kile ambacho alikuwa nakitaka nikifanye, nikajikuta kila siku unazidi kuwa mgumu kukubaliana na lile ambalo alikuwa anataka nifanye. Lakini siku moja nikanasa kwenye mtego wa kifo cha mama yangu, maana kabla hajafariki aliniomba sana niweze kumwahidi kwamba nitamoa Matilda. Hii hey, wazungu wanaita last wish, kitu ambacho mtu anakiomba kabla hajaaga dunia. Kwa hiyo mama yangu aliniomba sana nikubali kumoa Matilda na mimi nikamuahidi kwamba nitakubali tu kufanya hivyo. Da, nilijikuta tunamkubalia mama yangu ili tu asije akafa akiwa na kinyongo moyoni mwake. Maisha yangu yangekuwa magumu sana kama ningemkatalia, kama kila mmoja anavyojua, isingekuwa vizuri. Baada ya mazishi ya mama yangu na baada ya kuvunja matanga, sasa vikao vikaanza kuwa vingi sana kati ya baba yangu na wazazi wa Matilida. Wakataka sana nimwoe Matilida ili kuweza kurudisha furaha ambayo imepotea nyumbani kwetu. Sasa nikajikuta nakubali kumwoa Matilda bila ya kupenda na kwa ahadi ambayo nilimwekea mama yangu kabla hajafa. Ni kweli nilifunga ndoa na Matilda na mwanzoni sikumpenda hata kidogo, maana ilikuwa ni ngumu sana kumsahau Mary. Sikutamani hata kidogo kuwa mbali naye, kwa hiyo kila mara sikutamani kurudi nyumbani, nilitamani tu kulala kazini, lakini mimi ni binadamu kuna wakati nilifikiria sana kuhusu Matilda. Nikajikuta naanza kumthamini taratibu na kumpenda, na kilichonifanya zaidi nimpende kuliko kawaida ni baada ya kunizalia mtoto. Alinizalia mtoto wa kiume, nikamwita jina Damian. Nilimpenda sana Damian mtoto wangu, maana alikuwa anafanana na mimi kabisa. Hicho kitu kilinifanya nimpende sana Matilda. Sasa nikaanza kuonja thamani ya ndoa nikawa namthamini sana mke wangu, na kwa kipindi chote iko nilikuwa nafanya kazi katika kampuni ya kuuza na kusambaza chakula katika mkoa wa Kilimanjaro ambayo kwa jina ningependa kuhifadhi. Nilikuwa napata pesa nzuri sana ambayo ilinifanya niweza kuitunza familia yangu pamoja na mke wangu kiujumla. Sasa shida ilianza siku ambayo kampuni yangu iliniagiza mkoa wa Dar es Salaam kikazi kufatilia kila tawi ambalo linohusiana na kampuni yetu. Safari ilinitaka niende peke yangu, lakini pia na dereva ambaye ataniendesha, na kampuni ilitupatia gari aina ya i ambayo ilikuwa full tanki. Mafuta yalikuwa ya kutosha. Mimi na dereva tukaamua kuweka mizigo yetu ya magendo kidogo. Sasa, kabla tujafika mkoa wa Pwani, gari yetu yenye muundo waisi iligongana uso kwa uso na fuso la mchanga na ikapinduka kabisa kwenye jaliile. Nilipona peke yangu, dereva alifariki pale pale. Mimi nikapata mshtuko wa mwili. Nikisema mshtuko wa mwili wengi mnanielewa, namaanisha kuparalyze. Mwili wote ukawa haufanyi kazi na macho yangu yalipofuka, baada ya vioo vya gari kupasuka na kutoboa macho yangu. Tatizo ni pale tu mke wangu alipopata taarifa za ajali ambayo niliipata na jinsi ambavyo mwili wangu ulikuwa umeharibika.